Mpenzi mtazamaji wa TBC1 na furaha tena kukualika katika kipindi chako cha dini ya Kikristo ambapo siku hii ya leo tumeungana na waamini kutoka katika kanisa la Yesu Kristo Mfalme lililopo hapa Tabata, jimbo kuu Katoliki Dar es Salaam, na tunakuletea maana halisi ya siku kuu ya Ekaristi Takatifu, siku kuu ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mara nyingi katika sikukuu kama hii tumekuwa tukishuhudia mambo kadhaa yakiwa yakitendeka, lakini jambo kuu ambalo linaweza kustajabisha ulimwengu ni maandamano haya maanda ya Ekaristi Takatifu. Na maandamano ya Ekaristi Takatifu kiini chake ni nini? Maana yake ni nini? Na kwa nini Wakristo wanajumuika katika kumshangilia Bwana wetu Yesu Kristo katika sherehe hii ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa maandamano? Hivyo basi, kukujuza hayo na mengine mengi ninakualika tuwe sote katika kipindi hiki ili uweze kujionea na kutambua ni kwa namna gani wakristo wa Katoliki wa namna pekee wanaadhimisha siku hii ya Ekaristi Takatifu. Na ninayekualika katika kipindi hiki siku hii ya leo ni mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano baraza la maaskofu Katoliki Tanzania. ninakusii tuwe sote katika kuangalia na kuona namna gani eh, sherehe hizi za Ekaristi Takatifu zinapata maana yake katika maandamano haya ya Ekaristi Takatifu. Karibuni. Na mpenzi mtazamaji wa TBC One, kama nilivyokudokeza hapo awali kwamba leo tunafanya sherehe ya Ekaristi Takatifu na maana halisi ya sherehe hizi, mpenzi mtazamaji, inaonekana na kudhihirika katika maandamano tunavyoadhimisha sherehe ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo kila mwaka siku ya Alhamisi inayofuata baada ya kuadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu. Lakini kwa kuwa sherehe hiyo ni sikukuu ya amri kanisa imeruhusu kuadhimisha siku ya Dominika inayofuata ili basi Wakristo wote waweze kutimiza wajibu wao. Sasa kwa namna pekee tuangalie hasa kiini cha sikukuu hii katika maandamano. Kwa nini sikukuu hii inajikita katika maandamano kama tunavyoweza kushuhudia e, katika maandamano haya ya waumini wa kanisa la Kristo Mfalme Tabata, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam, tuangalie undani wa kuabudu au kufanya sherehe hii ya Ekaristi Takatifu kwa njia ya maandamano. Kumbuka kwamba tangu sherehe hiyo ilipoanza imekuwa na utaratibu wa kufanya maandamano pamoja na sakramenti ya Ekaristi ikichukuliwa katika chombo maalum kiitwacho monstrance ili kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo hadharani. Hivyo, maandamano hayo yamekuwa yakipambwa na bendera nyeupe na hata rangi nyingine zenye kuvutia pamoja na maandishi ya kumtukuza Yesu katika Ekaristi bendera na vipeperushi hivyo vinapamba sehemu mbalimbali ya maandamano hayo. Mpenzi mtazamaji wa TBC 1, kwa kawaida katika maandamano hayo huandaliwa kituo kimoja au viwili na hata zaidi, kutegemea urefu wa njia ya maandamano hivyo. Katika vituo hivyo vya Karisti itawekwa juu ya meza iliyopambwa vizuri, na waamini husimama au hupiga magoti ili kusali kwa kitambo hata iwapo maandamano siyo marefu, basi inashauriwa sana kuwa na kituo angalau kimoja, kusudi tendo hilo la kuandamana hadharani liimarishwe na sala zinazotolewa na Wakristo wote kama jumuiya moja inayomwabudu Yesu wa Kristo. Na katika vituo hivyo kuhani ama padri huongoza sala kuombea parokia, jimbo, taifa na serikali kama tunavyoweza kushuhudia maandamano haya ya Ekaristi Takatifu siyo tu kama tendo la haraka, bali ni tendo la kumwabudu Yesu wa Ekaristi. Hivyo waamini, kama wanavyoweza kushuhudia, wanaandamana kwa heshima mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo wa Ekaristi, na inasisitizwa sana kuwepo na kituo angalau kimoja ambapo waamini wote kwa pamoja wanapata nafasi ya kutulia na kumwabudu Yesu wa Ekaristi. Na katika hili tunawapongeza sana waamini wa Jimbo Katoliki Dar es Salaam na kwa namna pekee waamini hawa wa kanisa la Yesu Kristo Mfalme Tabata, ambao kwa namna pekee wanashiriki maandamano hayo kwa moyo wa ibada na uchaji, wakishiriki kuimba nyimbo za Ekaristi Takatifu na nyingine zinazofaa, na kwa namna pekee wanaonyesha mfano mzuri wa kudhihirisha imani hadharani. Iwapo kuna misa mbili, baadhi ya wakristo walioshiriki misa ya kwanza Kuja mwishoni mwa misa ya pili ili wapate kushiriki maandamano hayo muhimu ya kumwabudu Yesu Kristo wa Ekaristi. Na mpenzi mtazamaji wa TBC1, kama nilivyokudokeza awali kwamba katika maandamano haya ya kumshangilia Yesu Kristo wa Ekaristi Takatifu, watu hupata nafasi ya kuandaa kituo au kimoja au viwili au vitatu kulingana na urefu wa maandamano ili basi kusali hapo kumwabudu Yesu Kristo Ekaristi. Na hapa tulipo ni katika moja ya jumuiya hizo ambazo Yesu Kristo Ekaristi ataabudiwa. umewajalia mkate wa mbinguni, aleluya Mwisho wako wa mateso yako katika sakramenti ya ajabu tunakuomba, utujalie kuheshimu mafumbo matakatifu ya mwili na damu yako, tupate daima neema ya ukombozi wako ndani yetu. Una yeshi na kutawala milele na milele. Lake, na mpenzi mtazamaji wa TBC1, hivi ndivyo mambo yanavyoendelea katika parokia hii ya Kristo Mfalme Tabata, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam, na mara baada ya kushuhudia namna ambavyo Ekaristi Takatifu imeabudiwa katika jumuiya ya ndogondogo ya Mtakatifu Imakulata, maandamano haya ya Ekaristi Takatifu ya kumshangilia, kumtukuza na kumwomba Yesu Kristo wa Ekaristi Takatifu yanaendelea katika vituo mbalimbali vilivyopangwa kadiri ya utaratibu wa parokia husika. Hivyo tunaendelea kumtukuza Yesu wa Ekaristi katika njia hii ya maandamano tukielekea katika vituo mbalimbali mbali.

Mtazamaji wa TBC1. Tunaendelea kukuletea maadhimisho haya ya sikukuu ya sherehe ya na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, yani Ekaristi Takatifu, na basi tumefika katika kituo cha pili ambacho hapa waamini watapata fursa ya kusali na kumwabudu Yesu wa Ekaristi, kabla ya kuendelea na maandamano katika sehemu nyingine. Katika historia fupi ya maadhimisho haya ya sikukuu ya damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kihistoria sherehe hii ilianza huko kutokana na ono ya mtawa Juliana aliyoanza kuyapata mnamo mwaka elfu moja mia mbili na tisa. Baada ya juhudi kubwa ya kumwomba askofu wake kuanzisha sherehe hiyo, hatimaye ombi la Sista Juliana lilipokelewa na mwaka sita iliadhimishwa kwa mara ya kwanza huko Ligi nchini Ufaransa. Mwaka elfu moja mia mbili sitini na nne Papa Urbani wa nne aliitangaza sherehe hiyo iadhimishwe popote katika kanisa. Kumbe basi, kabla ya kuteuliwa kuwa papa, Urbani alikuwa shemasi na baadaye padi wa jimbo hilo nchini Ufaransa. na alishafema historia ya sikukuu hiyo ya Ekaristi Takatifu, Papa Urbani wa nne alimwomba Mtakatifu Tomaso wa Akwino ambaye alikuwa mtaalamu sana katika elimu ya Mungu kuandika sala na tenzi zote za sherehe hiyo ya Ekaristi Takatifu. Tunaona utaalamu wake hasa katika sekwensi ya ndefu ambayo mara nyingi inaimbwa katika sikukuu hii ya mwili na damu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa bahati mbaya Papa Urban wa nne alifariki mwaka huo huo na kufanya agizo lake kutotekelezwa kwa miaka kadhaa. Na alikuwa Papa Clement alikuwa papa tano wa tano ambaye alikuwa papa kuanzia mwaka 1305 katika mtaguso wa Vienna mkazo kwamba sherehe hiyo iadhimishwe popote katika Kanisa Katoliki. Pamoja naye baada ya Papa Yohane wa 22 na na alisisitiza jambo hilo. Hivyo sherehe hiyo mpaka miaka karibuni ilikuwa ikiitwa sherehe ya mwili wa Kristo, yani Corpus Christi. Ilikuwa mwelekeo wa sherehe ulikuwa hasa kumwabudu Kristo katika mwili wake kama jina la sherehe lilivyosimama. Basi mnamo mwaka 1849 Papa Piusi wa tisa aliweka sikukuu ya damu takatifu ya Yesu ambayo iliadhimishwa Julai moja. Kwa hiyo kulikuwa na sikukuu mbili, sherehe ya mwili wa Bwana na sikukuu ya damu takatifu ya Bwana. Na marekebisho ya mtaguso yaliyofanywa na mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano ni pamoja kurekebisha sherehe hiyo ya Ekaristi Takatifu. Katika katekesimu ndogo tunasoma kwamba Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mtu katika maumbo ya mkate na divai. Mkate na divai ni alama ya sakramenti mbili zilikuwa na mwelekeo wa kuzitenga alama wazi za sakramenti hiyo, moja mwili peke yake takatifu, na damu takatifu kuadhimishwa katika nafasi tofauti. Basi marekebisho ya mtaguso mkuu yameziunganisha kuwa sherehe moja. Kwa sasa sherehe hii inaitwa sherehe ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni dhahiri kuelekea kwamba mwili ulio hai ni pamoja na damu yake hai pia. Jina hiyo ndefu hufupishwa kwa kusema sherehe ya Ekaristi Takatifu. Hivyo basi, kwa kifupi, hiyo ndiyo historia fupi ya maadhimisho haya ya sikukuu ya mwili na damu wa Bwana wetu Yesu Kristo au sikukuu ya Ekaristi Takatifu kadiri ya mtazamo wa kihistoria. Na mara baada ya waamini kupata fursa ya kumwabudu Yesu Ekaristi katika kituo hiki cha pili waamini hawa wanaendelea na maandamano kuelekea katika vituo mbalimbali vilivyotengwa kwa ajili ya kuendelea kumdhirisha Yesu wa Ekaristi Takatifu, kumshangilia na kumtukuza, lakini kwa namna pekee katika kufanya hivyo wanaidhirisha imani yao ya Kanisa Katoliki.

Watazamaji wa TBC 1, kufikia hapo, kipindi chetu cha dini ya Kikristo siku hii ya leo kinakuwa hakina la ziada. Kukumbushe tu, katika fursa ya leo tulipata nafasi ya kushiriki na kushuhudia, kujifunza na kuona namna gani waamini wa parokia ya Kristo Mfalme Tabata, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam wameweza kumshangilia na kumshirikisha Yesu wa Ekaristi katika maandamano matakatifu na tumeelezwa kwamba maandamano haya ni sehemu muhimu ya liturujia katika kusherehekea sikukuu hii ya mwili na damu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ineyekuwaga kutoka katika parokia hii ya Kristo Mfalme Tabata, jimbo kuu katoliki Dar es Salaam, ni mtangazaji wako Paskali Mwanache kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, baraza la maaskofu katoliki Tanzania, na kutakia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa TBC 1. Tumsifu Yesu Kristo.